Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka mitatu, tukiendelea na mtoko wa Pasaka, tulipoanza kabisa, mtu wa kwanza tulikuwa naye yule bidada pale wa kutuangusha, na leo nimemwambia usituangushe tafadhali, maana tumejipanga. Dada yangu Rose Muhando ndiye mtu tulianza naye wazo hili, tulianza pamoja lakini pia tukawa tunashirikiana na Wasafi Media. <laughs> <Halo>, mimi nita kukimbia <laughs> lakini tukawa nashirikiana sana. Tunashukuru sana Wasafi Media, wametupa sapoti tangu tulipoanza. Lakini baadaye dada yangu akasema uinjilisti umenilemea, sitaweza kukaa vikao mimi Akasema, mdogo wangu endelea na kwa baraka zake zote. Akasema, anytime ukinitaji nitakuwa hapo. Mgeni rasmi nami, unamuona dada yangu Rose Muhando yuko hapa, na tangu wakati huo tulianza mbio. Biblia inazungumza, inasema kila wazo jema linatoka kwa Bwana. Na ninaamini wazo la mtoko wa Pasaka si wazo la Kristina bali ni wazo la Mungu kwa taifa letu Tanzania. Kuna watu ambao tumesumbua sana milango yao kuigonga ili kutusaidia kufanikisha. Ilipofika mwaka huu, tukakaa kama kama na kamati yetu, tukasema, kamati yangu inanisaidia kuandaa na inanisaidia kusimamia kazi zangu za mziki na kazi zangu nyingi, tukasema no, no, no, no hii kitu ni kubwa Tukitaka kwenda mbali zaidi tusijifanye tunaenda wenyewe. Kuna wakati watu wanataka kufanya vitu wenyewe ili waonekane wao. Wazo hili ni la Mungu, si la mtu. Hatuwezi kulibeba kama mtu, lazima tuwe na watu watakaobeba wazo la Mungu ili lifike katika viwango vikubwa vya Mungu. Hivyo ninaomba kwa unyenyekevu, niombe timu yangu waje hapa, Dr. Anfre, meneja wangu Dada Sofi wakili, tafadhali waje hapa. Watu hawa ndio tuliokaa chini, nikatoa tena wazo, nikamwambia ndugu zangu, kuna watu wa Mungu Tanzania tuwatafute, watusaidie kubeba maono. Saidia kuwapigia makofi wanapokuja, this, this is the brain behind the mtoko wa Pasaka Amen, watu <laughs> uh, hao wakanikubalia na siku moja tukatembelea ofisi moja kwa baba yetu ambaye amekuwa ametusapoti sana, mheshimiwa mgeni rasmi. Baba huyu hajawahi kuchoka, kila nikigonga mlango kuomba sapoti kwake kwa ajili kwa ya kazi ya Mungu. Na kisha baadaye tukaomba kumwomba kwamba hatutaweza tena kwenda wenyewe tunahitaji nguvu zaidi, na tunaamini Mungu amekupa nguvu. Tunataka kwenda kwa spidi ya SGR na uwezo wa SGR, you know what I mean. Nikisema SGR you know hivyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulienda katika mlango na ofisi kuu kwa mkurugenzi wetu wa SGR. Na leo hii, mabibi na mabwana, naomba nitambulishe kwenu mlezi wetu wa mtoko wa Pasaka, baba yangu Masanja Kadogosa. Na kwa sasa sitakuwa na maneno mengi sana, ninaomba nitakabidhi sasa kijiti kutokea hapa yeye awe mwenyeji ili mimi nirudi kuimba, atakuwa mwenyeji wetu. Na ninakushukuru sana baba kwa kukubali wito wetu, ili si wazo la Kristina, lakini ni wazo la Mungu kwa taifa la Tanzania. Tunafahamu hata Musa alivyoitwa na Mungu, Mungu akamwambia chukua wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Alimpa watu wa kusaidiana naye, Biblia inasema alikuwa na Harun lakini alikuwa na Joshua. Mungu akutumie kuwa Harun, possibly both, lakini najua uwezo huo unao. Mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu amekuamini, uwezo huo unao, baba, utabeba wazo la Mungu. Sisi tuko pale pale, tuko na wewe, tunategemea, tunatarajia mwongozo wako. Mabibi na mabwana, naombeni mnisaidie basi kumleta hapa mbele Baba yetu na mlezi, from now onwards, Mheshimiwa Masanja Kadogosa, vigelegele!